Ni washukuru wenye viti wawakilishi wa walipa kodi ambao wameunga mkono mchana wa leo. Najua walikuwa na shughuli nyingi, lakini wameweza kukutana na sisi. Mimi ambacho naweza kusema tu uh, ni kwamba kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru walipa kodi wote wa mkoa huu wa Mbeya e, kwa ulipaji wao kodi mzuri wa hiari na kama ambavyo nimesema, mkoa wa Mbeya tulikuwa na lengo la kusanya kiasi cha shilingi bilioni 128.6 lakini tumeweza kusanya kiasi cha shilingi bilioni 131.5 na tumevuka malengo <Aye>! Ikwa nafasi hii kuwapongeza, hongereni sana walipa kodi wa mkoa huu wa Mbeya. Mimi niwahakikishie tu kwamba sisi kama TRA mkoa wa Mbeya tutaendelea na tutaendeleza ushirikishwaji ambao tumekuwa tukiufanya kwa walipa kodi wetu wa mkoa huu wote wa Mbeya, lakini pia tutaongeza ile kasi ya ulipaji kodi wa hiari kwa walipa kodi wote. Kwa hiyo niwahakikishie wafanyabiashara wa Mbeya waendelee kufanya biashara, wafuate taratibu za na sheria za kodi, lakini kama ambavyo mmeona, kamishna mkuu amezungumza, tutaendelea kutenda haki kwa wote hatutampendelea mtu wala kumwonea mtu kwa hiyo niwashukuruni sana na niwaombe tu kama ambavyo nimesema tufate taratibu ukiuza no, yes. No, yes. ukinunua yes. Yes. kodi yetu yes. Ah, uh, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa privilege, kutupa upendeleo kwa pamoja katika hafla hii ya kuvuka malengo aa, ya kitaifa na mkoa wetu wa Mbeya. Aa, pia nichukue nafasi kumshukuru meneja wetu Shabani Msibu. Tunasema kwamba ameituliza Mbeya, ni mtu ambaye amekuwa very humble and committed, amekuwa akitupa ushirikiano masaa 24, muda wote tukimpigia simu yuko tayari kutusikiliza na kutatua changamoto za kibiashara. Hivyo tunamshukuru sana meneja wetu pamoja na wafanyakazi wote wa TRA. Ni watu wema kabisa, hebu mngejipigia makofi wafanyakazi wa TRA pamoja na meneja wetu, kwa maana kabisa kupata kuwahi kutokea toka kuwepo kwa Mbeya A, pamoja, e, kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu na tu ni kwamba tutaendelea kulipa kodi kwa hiari kama vile dhamira mama yetu, Suluhasani, anavyosema, mama yetu Samia Suluhasani anavyosema, mama wa maana kabisa, Simba Afrika hebu na dunia nzima tungempigia pia makofi mama Samia. Yote hii <laughs> ni kwa sababu ya mapenzi mema aliyonayo na wanambea na watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo nasema kwamba uh, naendelea kushauri kwamba Mbeya iendelee kufunguka, serikali iendelee kutokea miundo mbinu mizuri ili tuweze kufanya kazi masaa mengi. Unajua hakuna muujiza wa kuweza kulipa kodi zaidi ya uzalishaji. Kwa uzalishaji maana yake ni kutoa huduma. Sasa tukiongeza viwango vya kutoa huduma kwa masaa 24, ina maana tunaweza tukavuka viwango zaidi katika mkoa wetu wa Mbeya, kwa kuweza kufika hata mara kumi ya hapa tuweza kutoa kodi. Tunashauku kwamba tuendelee kupanda kiwango zaidi, na sisi kama viongozi wa e, wafanyabiashara tunaendelea kusisitiza wafanyabiashara wenzetu kwamba waendelee kutoa kodi kwa hiari na serikali yetu iko bega kwa bega na sisi e, iko kwa ajili ya kuweza kutufacilitate, sio kufrustrate. Kuna tofauti kati ya kufacilitate na kufrustrate. Tunashukuru TRA, Kamishna mkuu na serikali kwa kuona umuhimu wa kuwashukuru wa wafanyabiashara. Sisi tutaendelea kutimiza wajibu wetu wa kulipa kodi vizuri wa wakati na bila shuruti. Kwa hiyo tunawakaribisha sana twendelee kuchapa kazi kujenga nchi yetu. Asante sana.